Katika dunia ya soka, kila kizazi huja na kipaji cha kipekee kinachochochea hisia za mashabiki. Leo macho na masikio ya ulimwengu yameelekezwa kwa kijana mwenye ndoto kubwa na uwezo usio na kipimo, Lamine Yamal. Kutoka mitaa ya Rokafan hadi uwanja wa Camp Nou, safari yake ni hadithi ya shujaa mchanga anayepasua anga la soka. Katika umri wa miaka minne tu, Yamal alishika mpira kwa mara ya kwanza na kujua kwamba huko kulikuwa ni mwanzo wa hadithi yake. Alipojiunga na akademi ya Lamasi ya mwaka 2014, hakuna alifikiria kwamba kijana huyu mdogo mwenye damu ya Moroko na Guinea ya Ikweta angekuwa nembo ya kizazi kipya cha Barcelona, lakini kwa kasi ya umeme na uhodari wa hali ya juu alichonga njia yake kuelekea kileleni. Alama ya 304 ishara ya kitongoji chake inayong'ara kwenye viatu vyake ni ushahidi wa safari yake kutokea chini hadi juu. Akiwa na umri wa miaka 15 na siku 87 tu, Yamal alisimama katikati ya Camp Nou akiweka historia kama mchezaji mdogo zaidi kuwahi a Barcelona na katika mechi ya El Clasico dhidi ya Real Madrid, alipofunga na kusherehekea kama Cristiano Ronaldo, ulimwengu ulijua kwamba nyota mpya ilizaliwa. Msimu wa mwaka 2024/2025 ulikuwa wa maajabu: mabao 16 na pasi za mwisho 24, huku akiwasha moto katika kila mchezo. Kutokana kasi yake uodari, na kumiliki mpira na kipaji cha ufungaji, Yamal alitunukiwa tuzo ya Copa Trophy na Golden Boy. Aliingia kwenye vitabu vya historia kama mchezaji mdogo zaidi kuwahi kucheza fainali ya UEFA Euro akiwa na miaka 17 tu. Mbali na umaarufu, Yamal ni kijana anayejivunia asili yake. Ishara ya 304 si tu namba, bali ni alama ya msimamo wa uthubutu. Anapofunga bao, anaangalia juu na kusali kwa shukrani, si tu kwa kipaji chake, bali pia kwa nguvu alizopata kutoka katika malezi. Katika umri mdogo kiasi hiki, Lamine Yamal tayari ameandika ya historia, lakini safari bado haijakamilika. Mashabiki wa Barcelona wanaota ndoto za utawala wa soka huku Yamal akipigiwa chapuo kwa kiongozi wa kizazi kipya cha Blaugrana kwa mchezo wake wa kipekee, anatarajiwa kuwa mchezo wake wa pekee, anatarajiwa kuendelea kung'ara na kuweka alama isiyofutika kwenye dunia ya soka. Mimi ni Fatna Suleimani.